Je, wewe ni mwanafunzi wa shule ya sekondari? Bank NBC katika kukuza umahiri wa uandishi, elimu ya fedha, ujasiriamali pamoja na utunzaji wa rasilimali inakuletea mashindano ya uandishi, kwa maana ya wanafunzi wa kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha nne kushindana katika uandishi wa insha maarufu kama essay writing, lakini pia kwa wanafunzi wa kidato cha tano na cha sita kushindana katika wazo bunifu la biashara, kwa maana ya innovative business idea competition ili kuweza kushiriki, pokea miongozo ambayo imeshafikishwa mashuleni nchi nzima, ama tembelea katika branches zetu za NBC ambazo ziko nchi nzima ili kuweza kupokea miongozo, ama pitia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii ili kuweza kuhakua miongozo hiyo. Mbali na hapo, tunatoa zawadi mbalimbali zisizozidi uh, shilingi milioni kumi kwa washindi zaidi ya mia mbili ambao watapatikana katika mashindano haya. Wewe unasubiri nini? Mwanafunzi wa sekondari, jisajili. Shiriki, karibu. NBC, daima karibu nawe.